Kwingineko bingwa wa zamani wa dunia katika mbio za mita elfu mbili kuruka viunzi na kidimbwi cha maji Caren Chebet alikabiliwa na upinzani mkali kabla ya kuibuka na ushindi kwa mbio za mita elfu kumi katika siku ya kwanza ya mkondo wa tatu wa mbio za uwanjani za chama cha Riadha Kenya, zilizoandaliwa leo katika uwanja wa Eliud Kipchoge mjini Kapsabet, gatuzi la Nandi. Chebet alitumia dakika 33 na sekunde nane sekunde nne mbele ya Maureen Jepkoech aliyemaliza wa pili, huku Abigail Chelagat akihitimisha nafasi tatu bora kwa muda wa dakika 33 na sekunde 27. Dana Jepkemoi alishinda mbio za mita 3000 kuruka viunzi na maji kwa dakika 10 sekunde 8.4 akifuatwa na Winnie Cheptey sekunde 24 baadaye. Huko Caroline Biwot akiridhia nafasi ya tatu kwa dakika 10 sekunde 47.9. Kwenye matokeo mengine bingwa mara mbili wa mashindano ya jumuiya ya madola Wycliffe Kinyamal alifuzu kwa finali ya mita 400 kwa muda wa kuongoza nusu finali ya kwanza, huku Kelvin Kipkor akimpiku Moitalel Mpoke na kushinda nusu finali ya ya pili. Mkondo huo utakamilika hapo kesho.